Wali mtazamaji wa CGO Ligi ya 2025, karibu katika kipindi cha michezo ambacho nilikwambia kitakuwa kinahusu zaidi mchezo wa kikapu au kitaalamu naitwa basketball. Nadhani ni kwa mara nyingine tena tunakutana hapa katika uwanja huu ambao nadhani mara ya kwanza nilikujuza e, kuhusu basketi ni mpira upi. Nadhani mtaalamu alielezea zaidi akasema, basket ni mchezo ambao unacheza kwa nguvu, hisia, lakini pia kwa e, tunasema mbinu nyingi ndani ya kiwanja. Sasa leo nimekuletea jinsi goli ambalo linatakiwa kufungwa ndani ya basketball. Nipo hapa hapa katika uwanja na nataka nikuelezee magoli matatu ambayo yanafungwa ndani ya basketball. Kuna goli moja ambalo linakuwa limebeba magoli matatu ndani yake, lakini pia kuna goli moja linakuwa limebeba magoli mawili ndani yake, lakini pia kuna goli moja ambalo linakuwa limebeba goli moja hivyo hivyo. Na tukianza katika magoli matatu ambayo nimekwambia, goli moja ambalo limebeba magoli matatu ndani yake, kuna goli ambalo limefungwa kwenye hii box. Box hii hapa ni kubwa, kwa hiyo kwayo shoot mpaka kwenye eh, goli lenyewe pale ilo goli, maanake kitaalamu inakuwa ni goli moja lakini lenye magoli matatu ndani yake. Lakini pia kuna mpira ambayo mshambuliaji anakuwa anakuja nao anakuja nao, lakini akifika ndani ya box fika hapa akiwa na uwezo wa kufuti na goli likiingia kwenye hizi nyavu naaki, inakuwa ni goli moja lakini inakuwa na magoli mawili ndani yake. Lakini kuna goli ambayo nilikuambia ni goli moja lakini pia limejua goli moja ile ile ni goli la penalti ambalo e, mshambuliaji ambaye amechezewa mazambi ana uwezo wa kuja kusimama katika kiboksi e, na akashuti, akisha shuti pale, maana yake kitaalamu hilo ni gwe la penati ambalo linakuwa limebeba goli moja hilo hilo. Kwa taarifa nyingine, usikose kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha eh, pale YouTube kwa jina la Sijo eh, Sijo Multimedia 2025. Asante sana na karibu katika vipindi ambavyo nitakuwa nikikupasha hapa hapa.